Msemaji wa Ikulu ya Kremlin nchini Russia, Dmitry Peskov, amesisitiza kuwa Russia inaendelea kuheshimu makubaliano ya usitishwaji wa mapigano na Marekani, huku mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine yakiendelea. Tovuti ya Russia Today imeripoti leo Aprili 2, 2025 kuwa Peskov alikataa kutoa maoni siku ya Jumatano alipoulizwa kuhusu tishio la rais wa Marekani, Donald Trump, la kuweka ushuru kwa mafuta ya Russia iwapo makubaliano hayo yatavunjika. Trump alisema Jumapili kuwa ataiwekea vikwazo Russia ikiwa ataona kuwa inahusika kukwamisha jitihada zake za kukomesha mapigano katika mzozo huo wa Ukraine, huku akisema kuwa kutakuwa na ushuru wa asilimia 25 kwa mafuta yote ya Russia, na ushuru wa asilimia 25 hadi 50 kwa mafuta yote ulimwenguni. Katika mazungumzo ya simu mwezi uliopita, Trump na Russia wa... rais wa Russia Vladimir Putin walikubaliana juu ya marufuku ya siku 30 za mashambulizi yanayolenga miundombinu ya nishati baina ya mataifa hayo. Moscow imesitiza kuwa ime inaheshimu usitishwaji wa mapigano, huku ikiripoti ukiukwaji wa mara kwa mara unaofanywa na Ukraine kwa kutekeleza mashambulizi yanayolenga miundombinu ya nishati. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano ya leo, Peskov amesema kuwa Russia inaendelea kuwasiliana na Marekani na ilijadili mada hiyo siku ya jana. Swala hili ni gumu sana na linahitaji juhudi za ziada. Mazungumzo yetu na upande wa Marekani yanaendelea, Peskov amesema, mwisho wa kunukuu. Alisisitiza kuwa rais wa Russia Vladimir Putin bado yuko wazi kwa suluhisho la kisiasa na kidiplomasia kuhusiana na mzozo huo. "Ukweli kwamba Russia, kwa ushirikiano na, na Marekani imetangaza kujitolea kwa marufuku ya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ni uthibitisho wa wazi wa hilo, amesema Peskov, mwisho wakunuku. Msemaji huyo amestiza kuwa Russia inaona kuna, kuwa Ukraine haina nia ya kutekeleza makubaliano hayo, kwa kuwa inaendeleza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya nishati ya taifa hilo. Utawala wa Kiivu hauheshimu marufuku hiyo ya muda na unaendelea kushambulia miundombinu yetu ya nishati kila siku. Tutaendelea na mazungumzo yetu na upande wa Marekani tukielekeza kwa, tukijikita kwenye uvumilivu wa hali halisi na kukataa kwa, kwa Kiev kuchukua hatua yoyote ya maana kuelekea amani, amesema Peskov, mwisho wa kunuku. Makubaliano hayo ya kusitisha mashambulizi ya nishati yalipendekezwa na Trump tarehe 18 Machi 2025 na yanaungwa mkono na Putin ambaye mara moja aliamuru kusitishwa kwa mashambulizi hayo ya Russia. Jeshi la Russia liliripoti kuwa lililazimika kuangusha droni zake saba za kujitoa mhanga ambazo zilikuwa njiani kuelekea katika vituo vya nishati vya Ukraine ili kutii agizo hilo la rais. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine pia alitangaza hadharani kuunga mkono mpango huo wa kusitisha mashambulizi ya muda mfupi baada ya kutangazwa kwa mara ya kwanza na alionekana kurudi kujitolea kwake Kulitekeleza wiki iliyopita. Hata hivyo, Moscow ilishtumu Ukraine kwa kuvunja usitishwaji wa mapigano mara moja, ikitoa ushahidi wa ukiukwaji kadhaa ndani ya siku chache baada ya makubaliano hayo. Pamoja na hayo, Russia imesema itaendelea kuheshimu makubaliano hayo kwa sehemu kidogo. Ikidai kuwa yanasaidia kuboresha uhusiano wake na Marekani. Wakati huo huo, Ujerumani imesema itatoa dola bilioni 12 zaidi kwa Ukraine katika kipindi cha miaka minne ijayo ili kuiunga mkono Ukraine dhidi ya mashambulizi ya Russia nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Annalena Baerbock, amesema Ujerumani itatoa nyongeza ya euro bilioni 11.25, sawa na dola bilioni 12 kama msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Baibok ametangaza msaada huo wakati wa ziara yake ya ghafla mjini Kivu siku ya Jumanne, ambapo Berlin itaendelea kuisaidia Ukraini bila masharti yoyote, bila kujali mabadiliko yanayokuja katika serikali ya Ujerumani kwa mujibu wa waziri huyo. Ujerumani ni mfadhili wa pili kwa ukubwa wa kijeshi kwa Ukraini baada ya Marekani na inatarajiwa kuwa serikali mpya ya muungano kati ya Christian Democratic Union CDU, Christian Social Union CSU na Social Democrats SPD huku kiongozi wa CDU Friedrich Merz akiwa mgombea wa, mgombe wa nafasi ya kansela. Merz ambaye ni mfuasi na msaada wa msaada zaidi wa Kivu hapo awali alisema anatarajia serikali mpya iwe imeundwa kufikia Pasaka Aprili 20 mwaka huu. Katika taarifa yake kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje, Baibok alitangaza uamuzi wa vyama vya sasa na vya baadaye vya serikali kutoa euro bilioni 3 kama msaada wa haraka kwa Ukraine na kutenga euro bilioni 8.25 kwa msaada wa kijeshi hadi 2029 na Berlini pia itatoa mara moja euro mi, mi, milioni 130 kwa msaada wa kibinadamu na fedha za uthabiti kwa Ukraine kwa mujibu wa waziri huyo. Nanuku, ni muhimu sana kwa sisi wazungu kuonyesha kuwa tunasimama na Ukraine, ni moja ya sababu zilizoleta hapa Ukraine leo. Waziri huyo alisema mwisho wa kunuku. Ujerumani tayari imetoa takriban euro bilioni 11 kwa msaada wa Ukraine kati ya Januari 2022 hadi Oktoba 2024 kulingana na taasisi ya Kiel ya uchumi wa dunia. Wakati huo huo, Marekani ambayo ndiyo mfadhili mkubwa wa Ukraine katika vita dhidi ya Russia imebadilisha msimamo wake chini ya Rais Donald Trump ambaye ameitaka Kivu kulipa msaada uliotolewa hapo awali. Katika dalili za uhusiano wa kidiplomasia kuboreka tangu kurejea kwa Trump madarakani, Russia na Washington zimekuwa zikifanya kazi kuelekea suluhisho la kidiplomasia katika mzozo huo. Pande hizo mbili zimepiga hatua kwa makubaliano ya usitishaji wa mapigano kwa sehemu licha ya wasiwasi wa wa serikali ya Russia kuhusu hatua zinazochukuliwa na Kyiv. Baybok alidai kuwa Ukraine iko tayari na ina nia ya kuheshimu usitishaji wa mapigano ya haraka, na akamtuhumu rais wa Russia Vladimir Putin kwa kudu, kudorotesha mchakato huo wa amani. Hata hivyo maofisa wa Russia wametoa ripoti za ukiukwaji mwingi wa usitishaji wa mapigano unaofanywa na Ukraine kwa kushambulia miundombinu ya mafuta katika maeneo kadhaa, ambapo Russia pia imeendesha na imeendelea kuishutumu Magharibi kwa kurefusha vita hivyo kwa kufadhili juhudi za kivita za Ukraine. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.